Swali nimeulizwa, Je, nawezaje kufanya jambo fulani ambalo watu wananicheka badala ya kunisapoti? Sasa hiko hivi, akili yako ikiamini kuwa unaliweza jambo fulani ambalo ni ndoto yako, basi lipambanie kwa uwezo wako bila kujali wazazi wako walilishindwa au jamii uliopo inakuonaje kwa wakati huo. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu swala la kutimiza ndoto yako lipo mikononi mwako. Fanya jambo kwa faida yako, sio kwa faida ya mtu katika jamii za sasa. Ukibezi sana kufanya mambo kulingana na watu wanavyosema, basi wewe utakuwa unafanya kazi ya kwanza na kusitisha, kwanza na kusitisha, kwanza na kusitisha, na ndoto yako itachelewa kutimia na malengo yako unayo yatarajia kwenye kile unachokipenda , sahau kuyapata katika njia unayoitamani. Ndio hivyo tu, mimi sina jibu lingine ambalo nikatoa.